Leo asubuhi hii wakati waheshimiwa wabunge wa, wa upinzani wanatoka nje, kundi la wabunge wa Chadema likiongozwa na mbunge Anatropia Theonest walifika kwenye meza yangu na alinivua baragashia yangu kama hii hii, nimepewa na msamaria mwema nje ili niweze kuhudhuria kikao cha bunge na akatokomea kusikojulikana. Mheshimiwa naibu spika, nilikuwa naomba mwongozo wako kitendo hiki kilinifanya kwanza, nisiwe na sifa ya kuendelea kukaa bungeni, kwa sababu kanuni inataka ukivaa kanzu lazima uvae na bagarashia hivyo. Hivyo kitendo hicho kiliwakosesha wananchi wa Ulanga mwakilishi kwa muda. Pili, mbunge huyo wa anatrofia amenisababishia mtikisiko wa mawazo kwa sababu, kwa sababu mpaka sasa hivi sijui nia yake ilikuwa ni nini. Ameniweka njia ya panda. Tatu. Tatu, mheshimiwa naibu spika, amelikosea heshima vaziri kwa sababu kwa mujibu wa vaziri na utamaduni wake, anayetakiwa kuvue kofia hii ni mke wako wa ndoa. Nne. Mheshimiwa Naibu Spika, Nne Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa na anatrofia amemkosea mke wangu Mama Glory kwa kuingia kwenye imaya yake kwa nguvu. Tano. Mheshimiwa Naibu Spika, Tano Mheshimiwa Naibu Spika, amri ya tisa ya Mwenyezi Mungu wa Waislamu na Wakristu, sitamani mali ya mtu mwingine. Amenitamani mume wa mtu mwingine. Sita. Sita, Mheshimiwa naibu spika, Mheshimiwa Anatropia amevunja msimamo wa chama chake wa kutoa wajongelea wabunge wa CCM. Amenijongelea mi. Hivyo Mheshimiwa naibu spika, nilikuwa naomba mwongozo wako. Je, hivi vitendo vinaruhusiwa vina katika bunge lako hili tukufu? Nimeombwa Mwongozo na Mheshimiwa Goodluck Asafu Mlinga na Mheshimiwa Konstantin uh, John Kanyasu. Mwongozo wa Mheshimiwa Goodluck Asafu Mlinga unahusu kitendo alichofanyiwa na Mheshimiwa Mbunge Anatropia Rekila Teonest cha kumvua barakashia ametoa maelezo marefu kuonyesha masikitiko yake kwa jambo hili na mwisho akauliza kama vitendo kama hivi vinaruhusiwa, hasa kwa kuzingatia kwamba kanuni zinamtaka mheshimiwa mbunge akiwa amevaa kanzu avae na barakashia. Sasa, kwa kuwa barakashia yake iliondolewa akiwa bungeni ilikuwa inamwondolea sifa ya kuwa na vazi rasmi la bunge. Waheshimiwa wabunge, kwa sababu tukio hili limetokea asubuhi hii, japokuwa mimi sikuliona, mheshimiwa mbunge amelitolea maelezo marefu sana, na mimi anipe muda nikazifuatilie hizi hoja zake zote alizozisema, alafu nitakuja kutoa, kutoa mwongozo kama kitendo hicho kwa mujibu wa kanuni yetu ya sitini na nane fasili ya saba kama hicho kitendo humu ndani kinaruhusiwa amala